Uliwahi kuolewa? Ndio, kweli. Uliwahi kuolewa si ndio? Hii pete nilipewa kule kwenye uongozi wetu, nilipewa pete hiyo. Wakati nilivyotoka hapa, nikaenda nyumbani, nikaenda sehemu kwa Dar es Salaam, semina emna, wakasema tunyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa. Wakasema nyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa e, ndio ikaingia hapa hapa, hii hii pete, pete ilipofikia hapa A, kidole kinavimba nikitaka kutoa ikifika hapa inarudi enyewe. Kwa sababu hapa nipewa pete nne, pete moja ndo imebaki. Na pete nyingine ambao kuvaa hapa inakupa utambulisho. Sasa kikubwa tu mimi yani, hapa nilipo, hata kuna wengine. Ndo maana nikasema naomba sana Mungu anisaidie. Mungu anitoe huko ambako nipo, kwa sababu hii ni mateso. Kuna wengine kabisa baba hata kiera pale wanavaa mpasi. Watu wazima hao wengine nilikuta. Kwa hiyo kwa sababu pana pete tu inakataa kutoka, kwanza pete yenyewe inakatwa inatolewa manually hivi

Mtu wa Mungu ni kwamba ile pete ambayo, kwa mliofuatilia kichoendelea kanisani, basi ile pete ambayo ilikuwa tukaitoe e, hospitalini, e, vijana walipoendelea na maombi naye bado wakasikia kwamba inatakiwa kuitoa. Sasa kuna agano gani? Biblia ka yanayoonekana kwa macho haya, tudili naye kwa macho haya. Hii pete tutakibonda bonda, tu takichoma ili kuja kukichukua, ukikuti naam. Kwa sababu silaha itakayoingia kwenye kambi nyingine no. kambi hilo ndio itajua ile silaha waifanye nini kibunje. Sasa yule ambaye ndiye mnufaika wa hii pete, kama ana nguvu za kusema shona njia wanakosema kwenye ulimwengu wa roho, aje aje mchana usaizi aje usiku, aje popote, lakini kama sijui anasema, anaweza kuseti sistemu za nchi zilitengeneze propaganda ya kuvifunga maidia. Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Yesu alikufa kwa ajili ya watu dhaifu. Iwe tutawasaidia watu kama hawa ama hatutawasaidia, lakini neno la Mungu tuonekane katika njia ya kuangaika kuwanasua na kuwasaidia na kuwatoa kwenye mateso ambayo na sisi Yesu alitutoa kwenye mateso hayo, za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo

Utafikiri filifili. Sio sasa. Mungu akamue sasa na wako. Hebu hebu leta hiyo pete. Unavaa kwa ajili ya nini? Uliwahi kuolewa? Ndio kweli uliwahi kuolewa, si ndio? Hii pete nilipewa kule kwenye kwenye uongozi wetu, nilipewa pete nilipewa na sa sa una wakati ambao, wakati nilivyotoka hapa nikaenda nyumbani, nikaenda sehemu Daslam msemina, wakasema tunyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa. Wakasema nyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa, ndio ikaingia hapa. Hii pete ni mkufu saa vyote kuna mtu ambaye alikuja kuvichukua ambaye anakuja mida saa nane usiku anavaa nguo nyeusi. Hii pete hapa ilipofikia hapa mpaka kidogo kinavimba nikitaka kutoa ikifika hapa inarudi yenyewe. Ndio hivyo baba. Lakini wewe unataka kuachana hayo mambo, napenda sana hmm. Ndio maana nimerudi tena, nilivyoenda nyumbani Mungu naomba tu unisaidie japo eh, hata kama niliondoka. Ulienda nyumbani, nilivyoenda nyumbani niliondoka hapa bila kuaga, kwa sababu ulinipokea, ndio maana nikaondoka bila kuaga. Ila nilivyofika nyumbani haya mambo kweli sio mazuri, ni mateso. Ila japo mwingine ataona ni kama starehe nini, ila ni shida. Basi tunashindwa tu kuongea sasa hivi na mahusiano gani na awa jamaa hawa jamaa sasa hivi wame wame wameweka wame mkataba wa ni kama chama cha Freemasoni. Tukishafanya ya mambo tunachukua, tuna yani tumetoka na mtu tumeenda badhie siku hapo nyumbani hmm, tunachukua shahawa zake na kuna kopo maalum kama la maji hmm, tunafunga tunatuma kama barua hapo Islam, mm. Islam anakuwa wakala mmoja, anapokea hata hapa Bombea yuko mmoja mm. Akishapokea ndo wanadini na manabii wakubwa wakubwa okay. eh baba, sasa hivi hili wiki ambayo umekaa hapa una ushirikiano na nao gani sasa hivi? umeenda guesti mara ngapi? unaenda na kina nani? wanakuchukua wakati gani? ah, sasa hivi kwa kwa hapa wakati nilipofikia hapa mimi ukweli sijaenda mahali popote, ila namshukuru sana Mtumishi John ananisimamia vyema kabisa. Hata nikikaa yule yule anasema hapana, nenda, nenda kasali hata dakika mbili dakika tatu. o, nakuja, namuomba Mungu, namuomba Mungu. Mungu ananisimamia kwa kuna wakati ambao kabisa, kuna kishawishi enda, nikikaa mwenyewe mtu yule ananijia live, ila wewe huwezi kumuona mimi nitamuona, kwa sababu ipete kuna muda fulani inazunguka yenyewe, hivi k hiki kidole kinanipa taarifa kwamba kuna ugeni wako unafika. Huyo mtu naweza mi nikaongea naye hata kwa masikio, unaoshangaa labda naweza nikaongea peke yangu, nikasema eh, ee? Vipi safi, mzima wa afya s ukajua mi naongea na, na simu ila na na, kuna mtu ambaye naongea naye connection moja kwa moja. kuna hatari gani ambayo huwa unaiogopa ukiterminate, ukivunja mkataba kabisa kiufahamu lakini pia hata ukionana nao viumbe live hivi, kuna hatari gani ambayo, kuna kitisho gani walichokutisha hata kile kipindi ambacho nilikujaga hapa mwezi wa tatu? mm. akasema kuna mtu ambaye alinywakiela kule kule ambaye huyu ni mwenyekiti wetu, yeah. kuna mwenyekiti na mkazi, na wakasema umeenda kwa Mbarikiwa Mwakipesile. huyo Mbarikiwa Mwakipesile sisi mambo yetu mengi anaharibu, kwa sababu sisi hii ni biashara. Hata kile kipindi alikuja yule dada yule ambaye alikuwa nani au mawakili kutoka Dodoma na Dar es Salaam nisiwafahamu. mm. mm. Walinijia wakasema, Toni mwenzako tumempeleka Dar es Salaam, anaenda pale kuangalia wa wafungwa na tumempa gari, anatembelea gari. Lakini mimi nikasema hapana. mm. mimi lengo, kwa sababu kuna wengine pale Kiela baba, wameharibika. Huyo anayesema una... Toni ni, ni kijana mnaye, alikuwa shoga, tulikuwa naye gerezani kwa hiyo naye alikuwa shoga, ila mwenyewe hata kutembea hata kila kitu, yeye ni kama binti kwao. Oh, wakasema sasa sisi tunataka usio na sari, kwa sababu ukiwa unasari mambo yetu mengi yanavunjika. mm. Kwa hiyo sasa kuna, kuna wakati ambao mimi niki hata hivi nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba sana, utashangaa sauti inakauka yenyewe. mm. nakaa kimya. mm. oh, kuna mtu ambaye ananiambia wewe uweze kumuona. Kuna mtu ambaye ananiambia kupitia hii pete Claudi, mm. kaa kimya, usiombe. mm. kwa nikiwa naomba sana naomba sana naomba sana sauti inakauka. mm. Baadaye wakati mwezi unaendelea mwezi wa pili, wa kwanza nyumbani, nikawaga nika, nika tu wadogo zangu, nikasema mimi narudi Mbeya, mm. kwa mchungaji mbali kwa makipesile. Na hata kile kipindi ninaenda ninaenda nyumbani, kuna baadhi ya ndugu wa paipa wa kielo wakasema Claudi umewahi sana kurudi huku, ungebaki tu kule kule kwa sababu vijana wengi huku wameshaharibika. Kwa hiyo sasa hivi wamekaeka kama ni mfumo, yaani ni kama shirika, kwa sababu ukienda mm. paa ukifika, mgundua huyu mtu kama ana jinsia gani, kwa sababu hapa mm. niipewa pete nne hii mm. pete moja ndio imebaki mm. na pete nyingine ambayo ukivaa hapa inakupa utambulisho mm. eh, sasa kikubwa tu mimi yani, hapa nilipo hata mm. kuna wengine, ndio maana nikasema naomba sana Mungu anisaidie mm. Mungu anitoe huko ambako nipo, kwa sababu haya ni mateso. Kuna wengine kabisa baba, hata kiela pale wanavaa pampasi watu wazima, hiyo wengine ni vijana mm. Sasa mimi namshukuru sana Mungu. Kuna wakati ambao o, o, ukisikia wanavaa pampasi, manake mfumo alioweka Mungu wa kuzuia kenyesi unakuwa umeshaharibika. Kwa hiyo mtu sasa anatoa kinyesi muda wowote, kwa sababu mfumo wa unaoweza ukawa unazuia kinyesi, wanasema kinyesi, wanasema ya muscles ambayo ina, inaweza ikawa inadhibiti kinyesi kisitoke mpaka ukiruhusu wewe. Kwa kule kuruhusu kuingiliwa, huwa unakuwa uwezo huo haupo. Kwa hiyo ni muda wowote kinyesi kinatoka yule mtu aliyekuambia usiende kwa mchungaji Mbarikiwa ni mtu tu hivi au ni wa, ni wa kwenye mapepo yule pale ni, ni kiongozi katika hicho chama cha mashoga chama, kwa sababu Kiera, ushafika Kiera, kuna sehemu redio inaitwa redio, tuachane naye na jina lake. <muchas> <muchas> tukienda pale anaitwa Chana jina. Ukifika pale unaweka semina ndani kwa nje, unaweza ukaandika tunaonesha mipira, ila ukiingia mbona unakutana na semina kabisa, jinsi ya kufanya haya mambo, wanakopa hivyo vifaa, wanakopa na vingine, vingine tu na hela, ambao kama unatafuta vijana ambao wana shida shida, laki saba, laki ngapi, ili tulengo tu kufanye sasa chao haya sasa, mimi, mimi, mimi. Kama hata kama ataishia njiani na mimi na nafikiria kumsaidia manyo. Unajua mimi huwa shangaiki na pepo na nini na, na vingine, ni kawaida tu nyewe wa, wa, wa, wa, wa operation ndogo au kubwa, si mna vikataga vipete hospitalini au mnaogopa mapepo ya mashoga? Sasa anayemsomia nanwejoni kesho kama ni mtaongea naombeni, kama ni vidispensari vya umomu jirani, kama ni rufaa aende akakatwe hiki kipete. Kwa amri yangu mimi, kwa amri yangu mimi, mimi sina hicho, uh, chama yumo? Nani ana uwezo gani? Ana mipango gani? mimi si mshindi? Shetani aliye kwenye ulimwengu nawaita wa roho, mimi ninalo lilofunuliwa kwangu, mimi ni langu mimi na watoto, ili nilitende milele. Kwa hiyo, kwa sababu pana pete tu inakataa kutoka, kwanza pete yenyewe inakatwa inatolewa manuali hivi, bila swala la kuhangaika na pepo. Sasa yule ambaye ndiye mnufaika wa hii pete kama ana nguvu za kusema sio, na njia wanakosema kwenye ulimwengu wa roho, aje aje mchana huu saizi, aje usiku, aje popote. Lakini kama sijui anasema anaweza kuseti system za nchi zinitengenezee zini propaganda ya kunifunga maidia. Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, Yesu alikufa kwa ajili ya watu dhaifu iwe tutawasaidia watu kama hawa ama hatutawasaidia, lakini neno la Mungu tuonekane katika njia ya kuangaika kuwanasua na kuwasaidia na kuwatoa kwenye mateso ambayo, na sisi, Yesu alitutoa kwenye mateso hayo. Pengine akimbie mwenyewe, asipokimbia, mimi nachosema ikikatwe tu ikitolewe hiki kwa njia yoyote okitolewe kwa kibali changu, kwa mamlaka niliyo nayo, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye kweli, mimi naamuru, mimi naagiza kikatwe, kikatwe, kikatwe. Yani kwa macho tu, aya, sio so. Kwenye ulimwengu wa roho kikatwe, kitolewe. Kama atakuja kukimbia, atakuja kuandamwa. Shuuta, na hizi shuhuda itakuwa unajua una, una, una nimemwona siku nyingi sijasema kwa sababu nilikuwa najua atapita, amekuja tu, pengine angalia, angalie, pengine kuna akina mhubiri anajua hawajasimama vizuri, pengine awashawishi waingie huko. Mimi mimi naomba mnielewe, mimi siogopi mtu anayekuja kwa lengo baya kuja kanisani, kwa sababu muko watu hapa, mulikuja mtongoze mabinti mukanasa kuna watu mulikuja mupate wanaume wa kuwaoa mukanasa. Kwa hiyo kanisani, watu walikuja wengine, walikuja watafute misaada, walimwona pengine Robert, waliona vimagari wakasema, pengine na mimi nitakuwa naendeshapo vimagari, wakakutana na Mungu kanisani. Kuja mtu mwenye kusudi baya sio dhambi, ni dhambi, ni vibaya akibaki na kusudi lake. Kuna vitu mnaviona haviko sawa, mnamwacha na anaendelea kuja. Tutaanza kuonekana sisi hapa tumeoa kwa hiyo hiki kingine. Haya mengine yanayoonekana haya haya, tunayatoa manywali. Sasa hawa si wananisikiliza na si wanafahamu? Mimi ni mbarikiwa, niko hivi na upinga ubaya unaoonekana kwa macho, yanayoonekana kwa sauti, unayoonekana hayo mengine ya pepo nakuja saa nane ya usiku, tutakutana nayo mbele. Imeandikwa, yaliyo sirini ni ya Bwana, lakini yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu. Baba ganika jina la Yesu. Mungu wa rehema, Mungu mwenye koli, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa milele, jina lako ni moto, jina lako ni nguvu, jina lako ni uwezo, linatoa matatizo nayowezekana kwa sura ya kawaida kwa macho ya kawaida, na linayatoa matatizo yasiyoonekana kwa sura na kwa macho ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna fimasoni ambayo wako juu ya shetani, na imeandikwa tutamkanyaga shetani. Ee Mungu lekweli, hakuna nguvu, hakuna mamlaka iliyo juu kazi ya mapepo misimu

weze kujua hapa anasema wewe u lungu langu na silaha za vita, kwa wewe nitawavunjavunja mataifa na kwa wewe nitaharibu falme na kwa wewe nitamvunjavunja farasi na yeye ampandaye na kwa wewe nitalivunjavunja gari la vita na yeye achukuliwae ndani yake na kwa wewe nitawavunjavunja mwanamume na mwanamke na kwa wewe nitavunjavunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunjavunja kijana mwanamume na kijana mwanamke, na kwa wewe nitavunjavunja vunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunjavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitavunjavunja vunja maliwali na maakida. Ukisoma haya maandiko, we jua ya kwamba e, watakapovunjwavunjwa tunajua watariakti, tajua watariakti na watariakti vizuri na. Tumevunja vunja sana, na wajariate vizuri. Wengine cha moto duniani tumekiona, lakini hata Yeremia kuna mahali mpaka alalamika asema Mungu, ole wangu kwa sababu sasa nimekuwa ni adui wa watu wote, mm -hmm, nimeku ole wangu mama yangu kwa sababu dunia yote inatafuta kuniua. Agizo lingine ambalo Mungu alimwambia Yeremia hapa kumi Yeremia moja mstari wa 10 asema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda no. Kwa hiyo jua, katika kungoa, kubomoa, kuharibu ili upate kujenga. Uh, ngome zilizokuwa zimejijenga pale hazita react kikawaida, lakini hatuna cha kuokoa na wala hatuna cha kuogopa no. Tutajaribu kufanya, najua kwa upumbavu, kuna watu ambao mnaishi ni faida kubwa, ikiwa watu wengine wanateseka, ikiwa watu wengine wanadhalilishwa, ikiwa watu wengine wanafanya makufuru. Kuna watu unayeona ni faida, pengine na mamlaka ziko mfukoni mwenu, na wakishia wewe na hiyo mamlaka iliyo mfukoni, upo wakati Mungu ataifanya kitu, utakaedai utakuja hapo dai, lakini sisi iki tunajua ni kigeni kimeingia. kama kuna misheria msema sijui mtu aliingia kanisani akaingia na pete sio na nini, hayo mtajua wenyewe. Nataka tu vijana pengine waongee mawili matatu kuhusiana na wameitoaje wame na ilikuwa katika hali gani. Karibu kwanza, uliyekuwa na mbinu hii ya, ya, ya, ya, ya uuzi. Eh? Amina, kwanza, na kwanza namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hili hmm. Mzee wetu ametufundisha na ametujulisha sana kutufafanulia maandiko kwamba yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu mm. ili aliyosiri ni ya Mungu mm. kwa hiyo pete hii kama iliingia kwenye kidole mm. sijajua alisema alinyosha mkono ikaingia mm. lakini tulivyoangalia ni kwamba inaweza ikatoka hivi hivi mm. bila hata hizo njia za miujiza mm. Kwa hiyo tumetumia kamba kuweza kuitoa, ilikuwa imekuwa tight sana mm. Yaani kupita hivi hivi ilikuwa sio rahisi mm. lakini kwa neema na msaada wa Mungu tunaimwabudu mm. Tumefanikiwa kuitoa tukijumlisha na maarifa ambayo tuko nayo mm. Tuna, mm. Na kwa hiyo tumeitoa kwa njia ya kamba hii, tunavizungusha kwenye kidole kisha tunaizungusha inakuwa natoka kama vile unafungua mfuniko kwenye chupa mm. Kwa hiyo tumefanikiwa kuitoa, palikuwa mm. na, na, na, na, na, na, na hali gani? Wakati mnaitoa pengine unaweza kuelezea, kiongozi kunasimamia maombi pale. Palikuwa na hali gani? E, kimsingi halikuwa jambo dogo, kwa sababu ni maombi yalikuwa yanaombwa kwa nguvu, lakini pia mtu mwenyewe alikuwa amekamatwa kwa nguvu, kwa sababu hata mkono wenyewe isingekuwa jambo rahisi kwamba mtu mmoja au wawili wangeweza kuitoa hiyo pete, kwa kulikuwa kuna namna ya kumkamata kwa nguvu, maombi yanaombwa, na hatimaye ilipotoka pete ni kama kwanza inavyo, kwa kadri pete inavyosogea kutoka mwisho mm. ndivyo ambavyo malalamiko ama kuonyesha kwamba asingetaka itoke ile pete mm. yalikuwa yanaongezeka, lakini mm. ilipotoka basi ni kama nguvu zikawa zimemwishia mm. akawa ametulia mm. Lakini halikuwa jambo dogo pia kuitoa pete yenyewe, inaonekana yalikuwa ni maagano fulani mm. ya, ya kutumikia hicho alichokuwa nakitumikia mm. yeah. Kwa ufupi hivyo maelezo mengine atakujia pengine baada ya, ya bada, maswali ya baadhi ya watu, maoni komenti zenu, maelezo mengine tutakuja kuyatoa baadaye, lakini watu tu, kwa sisi watu wa Mungu tunasema hakuna kichafu na, kwa aliye msafi na. Kwa hiyo kukishika mimi hivi, akiongezi unajisi, nanawa tu na sabuni na, kwa ajili na, kwa ajili ya uchafu, lakini ili msije mkasema ili msije mkasema kwamba Hey, pete hii itakuwa, walichukua wao wenyewe, wanaanza kuitumia. Tuna kibonda mbele ya macho yenu, mbele ya kamera, tuelete tu nyundo, tukibonde mbele ya kamera, mbele ya macho yao zi wamechukua, sasa ile pete, wameanza sasa, ndio inawa inawasaidia kufanya maajabu yao. Aisema, ajabu yetu sisi ni mema tu, tunaweza yeah, kutenda kutenda. Na ingewezekana blender tu kabisa kukichinja chinja tu. <laughs> Sasa tukibonde, bonde ili mtu ajue, alafu kikatupwe kikatupwe na motoni, yeah, no. Eh, sija kaanzia hayo kwamba tuli wamechukua pete yeah. Wamevaa enewe, anyway, wejua mi mikono yangu na mke wangu mi sivaagi pete mkono no. Eh, wangu na mke wangu sivaagi pete kwa namna yote, kwa sababu na sababu ila pengine ukianza kuniona nayo tokea hapa, au mmoja wa watu waliokaribu na mimi ukaanza kuona nayo, basi utahusisha kwamba tuichukua tukaanza kuivaa ili tufanyie maajabu. Lakini sisi maajabu, ambayo kwetu ni maajabu, si mbinguni, ni furaha mwenye dhambi mmoja anapotubu. Kutubu ni kule ku, kufanya yote, kuacha kufanya mambo mabaya, huko ndo kutubu. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna muujiza mkubwa zaidi ya kumfanya mtu asio anafanya mabaya. Yeah. Bila shaka mmesikia ushuhuda yule kijana mm. Anayesema watu wana wanavaa wana, wana pampasi. Yeah. Sasa ukimtoa mtu kwenye mateso ya aina ile akaacha matendo yale si muujiza mkubwa sana? Jambo nayosisitiza ni kwamba e, mtu mzima atishiwe nyao tembo azuiriwi na mkereza za vyura kunywa maji hmm. Kwa mimi nilitumwa kuchoma, kwa mujibu wa Biblia, kuchoma matunguli aina yoyote, lakini hmm. pia kumwokoa mtu aliye kwenye mateso ya aina hmm. yoyote hmm. Sasa zile propaganda ambazo ndio mnahangaikaga nazo, kama mbarikiwa anatakiwa kupotea, kufungwa, kuuawa kwa sababu anaharibu sana mipango miovu Nikianzia nivyoharibu mpango wa korona, ni kweli umenigarimu kuuawa kwa mtoto wangu wa pekee. Navyoharibu mipango ya mafisadi, wezi, wenye dhuluma, wenye roho mbaya, pengine kufichua ukiwao anika, inaonekana ni kama unawaweka una kwenye mazingira magumu sasa au baadaye. Basi kufichua ulaghai, wizi, uporaji wa wahubiri, utapeli, hayo ndio yanayoniweka kwenye shida nyingi ninazopitia, lakini Mtu mzima atishiwi nyao chula. Tembo azwirii kunywa maji na kelele za chula. Kwa hiyo nataka tujue, mimi nitaendelea kuziharibu kazi za yule mwovu, na nikisema kazi ni matendo yenye madhara, inawezekana kwako yanasalee lakini kwa mwingine ni madhara hayo. Nitaendelea kukupinga, ntakupinga mchungaji, nitakupinga mwalimu, ntakupinga mtume, ntakupinga nabii, ntakupinga, nabi, ntakupinga Askofu, nitakupinga rais, ntakupinga waziri, ntakupinga mkuu wa mkoa, ntakupinga mkuu wa wilaya, ntakupinga mkuu wa polisi, ntakupinga mtu wa usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama wa taifa, mtu wa usalama wa taifa wa aina yote, ntakupinga ukifanya mabaya, huku nikijua msaada wangu watoka kwa Bwana tu. Mungu akikuruhusu unidhuru, tulitoka kwake, tunarudi kwake. Lakini kama sivyo, wewe jua Mungu iko siku anaweza akayageuza akaigeuza mipango yote ya uliyowahi kunitendea na uliyopanga kuja kunitendea, yakaja kuwa juu yako, mm. Mungu sio athumani na kuhakikishia aliruhusu kuruhusu mabaya yawakute watu wake, sio kana kwamba ni milele yataendelea kuwakuta mm. kuna wakati uyaruhusu kwa muda ili Farao, ujione. Mungu wewe jua, Mungu yuko, wewe jua tu yuko kiburi kiendelee kinavyoendelea, wewe jua yuko non. Atafanya jambo, inatosha. Sante sana. Sasa ngoja tukibonde, wakati tuna kishuti pale one, tukibonde ki, ki, alafu si akasema on on, tume edit tu kibonde hiki kibonde halafu, hey. Baada ya hapo hapa hapa hapa hapa eh